Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Assalamu aleikum warahmatullahi wa barakatu, karibuni sana kwenye kipindi maalum cha Ulimwengu wa Watoto hapa kwenye chaneli yetu upendwa. Mashindano haya yanahusu moja kati ya nguzo tano za Uislamu, ibada tukufu ya Hija. Ni kweli kabisa. Leo tupo hapa kushuhudia mashindano ya maarifa, ushindani wa heshima na kujifunza kupitia Qur'an na hadithi. Kila kundi litakuwa na wanafunzi watatu, wanaume dhidi ya wanawake, wakipambana kwa elimu, ufasaha na hoja zenye ushahidi wa Kiislamu. Mashindano haya yatakuwa na round tatu ambapo kila round tutakuwa na maswali manne. Hii ni fursa adhimu kwa kila mshiriki kuonyesha maarifa yake ya Kiislamu na kwa watazamaji pia kupata faida na kujifunza kuhusu ibada ya Hija kwa njia ya kuvutia. Na mimi jina langu ni Afnan Abdul Aziz Ibrahim kutoka Madrasatun Nur al-Islamia iliyopo Ukutani Zanzibar kama mwendeshaji wa hichi kipindi. Na mimi jina langu ni Nasor Salum Nasor kutoka Madrasatun Nur Islamia. Jina langu Muhammad Ahmed Said kutoka kutoka Madrasatun Nur al-Islamiya. Jina langu Abubakar Abbas kutoka mad, Abbas Hasan kutoka Madrasa Nur al-Islamiya. Jina langu Sheikh Said Abdullah kutoka Madrasatun Nur Islamia. Jina langu Hadija Talib Machano kutoka Madrasatun Nur Islamia. Jina langu ni Shahnur Muhammad Salim kutoka Madrasatun Nur Al Islamia. Wapenzi watazamaji, tusikilize, tujifunze na tuongee mkono washiriki wetu katika safari hii ya maarifa ya Kiislamu. Bismillah. Mashindano yaanze sasa. Sasa. Tutaanza na upande wa wanaume kuanza kuchagua swali. Swali namba moja. Na swali namba moja linasema, eleza maana ya hija kwa mujibu wa Uislamu. Eleza maana ya hija kwa mujibu wa Uislamu. Muhammad. Hija ni safari ya kwenda Maka kwa nia kutekeleza ibada maalum kwa nyakati maalum kwa mujibu wa masharti maalum kama Allah anavyosema, walillahi alan nasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila na, na, na ni haki kwa Mwenyezi Mungu juu ya watu kuhiji nyumba hiyo kwa naye mudu njia. Mashallah, amepata maksi kumi. Wanawake chague ni swali. Oh, nice. mm -hmm. Na swali namba nne linasema ni nini maana ya miqat na inahusiana vipi na hija? Ni nini maana ya miqat na inahusiana vipi na hija? Shahnur.

ni man kana yuridu lhaja walumra famankana dunahuna famin ahlihi wa kadhalika hatta ahlu makkah yuhiluna minha Mtume wa Mwenyezi Mungu aliweka miqati kwa watu wa Maka kuwa wa watu wa Madina kuwa ni ajuhu, kuwa ni dhul-hulaifa na watu wa Sham kuwa ni ajufa na watu wa Najdi kuwa ni ala kuwa ni karnu manazil na watu wa Yaman kuwa ni alamlam Hizi ni kwa ajili yao na yeyote anaipita anaepita hapo akiwa si mwenyeji wao na ambaye yupo katika mpaka hiyo, basi basi ahili alipo na, na, mto, na, na watu wa Maka wanatakiwa wafanye wafanye ihram kutoka Maka. Imepokelewa na Imamu Bukhari. takbir Allahu Akbar. Mashaallah, amepata marks kumi. Wanawake jikazeni mapito, wanaume tutaendelea na upande wa wanaume kwanza kuchagua swala. Swala namba tano. Maswala namba tano tano linasema eleza matendo ya hija yanayofanywa siku ya Arafa. Eleza matendo ya hija yanayofanywa siku ya Arafa. Abdul Majid. Siku Arafa ni siku ya siku, siku Arafa ni siku ya nane ya ni siku ya tisa ya mwezi wa Dhulhija, na ndio siku muhimu zaidi katika ibada ya hija. Matendo yanayofanywa na mahujaji katika siku hiyo ni kama kusimama kwa Arafa, kuswali ya dhuhuri na lasiri kwa jamaa, kudumu katika istighfar na dua kwa wingi, kuelekea Muzdalifa baada ya magharibi, takbir Allahu Akbar. Masha Allah. Amepata maksikum. Wanaume jikazeni, tusipitana wanawake, chagueni swali swali namba sita, na swali namba sita linasema: ni nini tofauti kati ya haji tamatui ifrad na qiran? Ni nini tofauti kati ya haji tamatui ifrad na qirani? Sheha, tamatui ni tamatoi ni hali ambapo muislam anapofanya umra kwanza katika miezi ya hija Shawal, Dhulqada na siku za manzo za Dhulhija, kisha anavua ihram na anasubiri hadi tarehe nane na anasubiri hadi tarehe nane Dhulhija ili aanze hija upya. Ifrad hii ni pale mwislam anapoingia katika ihram kwa ajili ya umra tu, kwa ajili ya hija tu, bila kufanya umra, na anaifanya hija yake yote hadi mwisho bila kufanya bila kufanya, bila kufanya umra na hana mnyama wa kuchinja. Kiran, hii ni pale mwislamu anapofaya anapoingia katika umra kwa ajili ya hija na umra kwa pamoja kisha Ane, au anayefanya umra na hija na hija kwa pamoja, na anaitia nia ya hija na anaitia nia ya hija kabla hajafanya umra. Mashallah, amepata masi kumi. Ma wanawake, jikazeni, msije mkaniangusha. Utaendelea na upande wa wanaume kuanza kuchagua swali so, swali so, namba saba. Na swala namba saba linasema eleza umuhimu wa kuchinja katika ha hija na taja ushahidi wake. Eleza umuhimu wa kuchinja katika hija na taja ushahidi wake, Abubakar. Wa kuchinja, kuchinja ni wajibu wanaefanya hija kwa njia ya tamato ukiran, kama fidia ya kustarehe umra mpaka hija. Kuchinja ni namna kumshukuru Mwenyezi Mungu kama neema ya, ya kufanikisha hija na njia ya kumkaribia yeye. Nyama mnyama anayechinjwa ugaiwa maskini na wahitaji, jambo linalokuza udugu, huruma na, na katika jamii ya Kiislamu. Allah subhanahu wa taala anasema, faman tamataa bil umrati ila l haji famastaisara minalhadi basi anayestarehe kwa umra mpaka hija, basi atue mnyama wa kuchinjwa aliyekuwa rahisi kumpata. Mashallah, amepata maksi tisa. Wanaume jikazeni, msije mkaniangosha. Arujal kawamuna ala nisa, wanawake chagua. Ni swali, swali namba mbili: ni nani anaelazimika kuhiji? Taja masharti ya hija kwa wajibu. Ni nani anaelazimika kuhiji? Taja masharti ya hija kwa wajibu. Hadija. Hija ni wajibu wa Muislamu kwa Muislamu mtu mzima mwenye akili timamu huru mwenye uwezo kiafya na kifedha. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, mjimbo wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na mwenye kurehemu, ya ayuhanasu kalifuridha alaykumul hajju fa fahuju, enyi watu hija imefaradhishwa juu yenu, basi fanyeni hija Rawahu muslim, imepokelewa na Imamu Muslim. Mashaallah, patamsu k kai tuendelea na upande wa wanaume kwanza kuuliza swali sual. Swali namba tisa na swala na namba tisa linasema elezea hatu elezea hatua kwa hatua namna ya kutekeleza hija ya tamatu. Elezea hatua kwa hatua namna ya kutekeleza hija ya tamatu. Abdulmajid, kufanya umra ihram, tamattu kufanya umra ihram, tawaf, kunyoa au kupunguza nywele. Siku ya nane ya Hija kuvaa upya ihram kwa hija. Siku ya tisa kusimama kwa Arafa. Siku ya kumi kulala Muzdalifa. Siku ya kumi kurusha mawe, kuchinja, kunyoa, kunyoa au kupunguza nywele. Siku ya kumi na moja hadi ya kumi na tatu kurusha mawe Mina. Na Allah subhanahu wataala anasema wa atimmu alhajja walumrata lillah, nakamilisheni hija na umra kwa ajili ya Allah. Mashallah, amepata maksi kumi. Wanawake chagueni swali swali namba nane na swali namba nane linasema kwa nini tunahimizwa kuhiji kwa mali ya halali? Kwa nini tunahimizwa kuhiji kwa mali ya halali? Shahnur, kuhiji kwa kutumia mali ya halali ni lazima kwa Muislamu, kwa sababu hija ni ibada y tukufu inamkaribisha mja kwa Allah subhanahu wa taala. Mtu akitekeleza ibada ya hija, ibada ya hija kwa kutumia kwa kutumia mali ya haramu kama vile udanganyifu eh, kama vile riba, rushwa, fedha za wizi au udanganyifu, basi ibada hiyo haitokubaliwa kwa kiwango kinachotakiwa na mtu huyo akitekeleza ibada hiyo itapunguza thawabu zake. Mashaallah, mmepata maksi kumi. Wanawake jikazeni, msikubali wanaume wakupiteni, waoneshe kama mnaweza pande wanaume. Wanaume, Swali namba kumi na moja. Na suala namba kumi na moja linasema, ni makosa yapi ya kawaida hufanywa na mahujaji wakati wa hija? Ni makosa yapi ya kawaida hufanywa na mahujaji wakati wa hija? Muhammad, kukosa elimu ya ibada, kutojipanga na kuchukua tahadhari, kukosa subra, ugomvi na uchafu. takbir Mashallah, amepata maksi kumi. Wanawake, chagua ni swali. Swali namba kumi. na suali namba kumi linasema, elezea tawafu na aina zake elezea tawafu na aina zake Hadija. Hakika tawafu ni moja ya nguzo muhimu sana katika ibada ya Hija na umra ni tendo la kuzunguka alkaaba mara saba kwa utaratibu maalumu kwa kumtukuza na kumkumbuka Allah. Kuna aina kuu tatu za tawafu: tawafu alkudum, tawafu ya kuwasili. Hii hufanywa na mahujaji wa haji, hii hufanywa na mahujaji wa haji wanapowasili Maka. Ni sunna kwao si lazima. Tawafu alifadha, hii hufanywa na mwenye kuhiji, hufanywa na mwenye kuhiji kabla ya kuondoka Maka, na inafanywa siku ya Idi au baada yake. Tawafu alwada, tawafu ya kuaga, hufanywa muda umeisha, amepata maksi nne. Tawafu lifadha hii ni nguzo, tawaful wadaa ndio ya kuwaaga. Naume chagua ni swala, swala namba tatu, na swala namba tatu linasema, taja nguzo tano za Uislamu na uelezee nafasi ya miongo, nafasi ya hija miongoni mwao. Taja nguzo tano za Uislamu na uelezee nafasi ya hija miongoni mwao. Nguzo wa tano wakiislamu, ya kwanza ni sa swala, ya pili shahada, ya tatu zaka, ya nne somu ya na na hija, na hija. Hija ni nguzo ya tano. <tip> wakiislam buni alislamu ala khamsa shahadatu an la ilaha ila Allah waana muhammadan rasulu llah wawaika izaka wasomu ramadhan wahaju lbait, Islamu umejengwa juu ya nguzo tano. Yakwanza hakuna mungu apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na mtume wa Allah kushuhudia kusimamisha swala, kutoa zaka, kufunga Ramadhan na kuhiji. muda umekwisha. Nguzo ya kwanza sio swala. Nguzo ya kwanza ni shahada. Amepata maksi saba. Wanawake chagueni swali siyo, namba namba kumi na mbili. Kumi na mbili. Na swali namba kumi na mbili linasema taja fadhila za hija na umra na utaje ushahidi. Taja fadhila za hija na umra na utaje ushahidi. Shera. fadhila za hija na umra ni husamehe madhambi, muislamu hurudi kama alivyozaliwa, hija ni mgeni wa Allah. Mashallah, amepata maksi tisa. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu. Kama ulivyoona mtazama watazamaji, wanaume ndio washindi wa leo, na wanaume wamepata maksi hamsini na sita wanawake wamepata maksi hamsini na tano kwa hiyo washindi wetu wa leo ni wanaume ambao wameongoza katika mashindano haya. Alhamdulillah, tumefikia mwisho wa mashindano haya leo. Katika matendo ya hija tumejifunza mengi, na bila shaka tumeshuhudia uwezo na juhudi za washiriki wetu. Ni jambo la kufurahisha kuona vijana wetu wakishiriki kwa hamasa katika masuala ya dini yao. Tunawapongeza washiriki wote, wanaume na wanawake, kwa kujitokeza na kufanya vizuri. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na pia tunawashukuru walimu, wazee, na wote waliowasaidia wanafunzi hawa kufikia hatua hii. Kumbuka, elimu ya dini ndio mwanga wa maisha. Mashindano haya si mwisho, bali ndio mwanzo wa safari ndefu ya, ku, ya kujifunza na kuelimisha wengine. Kwa niaba ya timu nzima ya kipindi ikiongozwa na direkta Sheikh Saud Luheta, tunasema asanteni sana kwa kutufuatilia. Usikose kujiunga nasi katika vipindi vijavyo. Mpaka wakati mwingine mwengine, tunasema billahi tawfik, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh <mulikansi> Istiqama Swahili TV. busati lailimu na hikima.